Ukimaliza chuo si kwamba ukimaliza university tayari unakwenda kwenye fedha. Never! Nawaambieni, shule ni kipenyo mara kitako mara mzingo, lakini mtaani ni maisha. Na uwezi kuja huko na elimu yako ya pai na ukafika huko mtaani ukafikiri kwamba ni kitu kinachowezekana. We una digrii yako, una karatasi, unakaa nayo ndani na sikitika, utaizika ndoto yako. You will bury you will bury your dream. Kuwa na degree ya uchumi na kuwa na digrii ya entrepreneurship ni mfano tu natoa hapa. Kuna watu wana, wana degree ya entrepreneurship wana digrii ya uchumi, wao wanataka waajiriwe wa World Bank, wanataka wawe sijui kwenye benki gani na mashirika gani ya kimataifa Unajua hata shilingi yenyewe na, na uchumi wenyewe kwa kiwango gani, kwa kusoma darasani kwa lecture na kufanyia mtihani. kuna kitu kinachoitwa self knowledge. Self knowledge au maarifa binafsi ndiyo ambayo yameleta impact duniani, lakini unaona kama kujifunza cherehani ni watu wengine we una degree. Kama kuna mkosi duniani kuliko mikosi mingine yote, ni kuamini juu ya makaratasi ambayo hayawezi kutengeneza impact yoyote. Ukishasoma unaamini sasa ni hela zitanijia, na hata ukiajiriwa pia unataka pesa bila kufanya kazi, utaizika ndoto yako. If you don't have self-knowledge, you will bury your dream. Utazika ndoto yako na niko hapa kukuambia usiizike ndoto yako, na tuna watu wengi wana makaratasi wana vieti. But nothing done. hakuna kitu ambacho kimefanyika. Vijana walio wengi hawana hiyo stamina ya kudhalilika, yani hawana hiyo stamina. Unataka leo gari, yani leo ajira, kesho gari, kwenye address pia anafanya kazi wapi? ili aweze kuji wasap. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika na meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija, kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kujengia uwezo wa kufanya zaidi na, na mi nataka nikuhakikishie hauwezi kuwa na kila kitu kwenye maisha ya kwako. Vingine kama hauna, lazima upate usaidizi na kuazima chuma cha shoka. Lakini napozungumza juu ya kuazima chuma cha shoka kwa vijana mliomaliza university na madigrii mengi na mtihani mliwefaulu, mna GPA za kutosha, mna mtihani mmoja tu wa kugeuza hiyo digrii iwe fedha na kugeuza hicho cheti ulichonacho kifanye Uh, kiwe na impact kwenye maisha ya kwako kwanza. Kuna kufanya kazi chini ya mtu kama Yakobo, nyumbani kwa Labani, ni kuazima chuma cha shoka. Kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia basi, mahali hapa tukapo mbele yako ni padogo kwetu, basi twende mpaka Yordani, twakuomba tutwae huko kila mtu mti mmoja, ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. Akajibu, haya nendeni. Mmoja wao akasema, uwe radhi, uwe radhi, basi na kusihi uende pamoja na watumishi wako. Akajibu, nitakwenda basi akaenda pamoja nao, nao walipofika Yordani, wakakata miti. Lakini mmojawapo alipokuwa katika kukata miti, chuma cha shoka kikaanguka majini, akalia. Akasema, ole wangu, bwana wangu, kwani kiliazimwa kile. Mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Akamwonyesha mahali. Akakata kijiti akakitupa pale pale, chuma kikaelea. Akasema, kiokote. Basi akanyosha mkono wake akakitwa. Macho ubaoni kwanza. Mawazo ya kuongezeka na kupanuka yanaenda sambamba na mikopo na uhitaji wa nguvu na usaidizi wa ziada yaani unahitaji kuwazima chuma cha shoka, kufanya kazi chini ya mtu kama Yakobo nyumbani kwa Laban, na Yusufu nyumbani kwa Potifa. Ukiangalia hawa vijana wawili, maisha walioishi katika nyumba hizi yalikuwa ni maisha ya udhalilishaji mkubwa sana, ambayo pia vijana walio wengi hawana hiyo stamina ya kudhalilika, yani hawana hiyo stamina Nataka leo gari, yani leo ajira kesho gari, kwe na address pia, anafanya kazi wapi, ili aweze kuji WhatsApp. Una karama, una kipawa, una huduma iko ndani. Unahitaji mtu ambaye anaweza kukutambulisha, unahitaji mtu ambaye anaweza kukumenta na katika ukimaliza chuo si kwamba ukimaliza university tayari unakwenda kwenye fedha never. Na tuna watu wengi wana makaratasi wana vyeti but nothing done, hakuna kitu ambacho kimefanyika. Na kama kuna jambo ambalo Afrika na Tanzania hawajui ni kuvolunteer. Most of people walio graduate hawana hiyo habari ya kuvoluntia, wanataka kulipwa kwa keshi kwa haraka na haki zao. Lakini kuazima chuma cha shoka kufanya kazi chini ya mtu ni kujua hoja kubwa sana ya kiuchumi tunayosema, how things work, namna gani mambo yanafanyika kwenye taaluma kama daktari, namna gani mambo yanafanyika kwenye taaluma kama ni injinia, namna gani site ipo? Nawaambieni, shule ni kipenyo mara kitako mara mzingo, lakini mtaani ni maisha. Na uwezi kuja huko na elimu yako ya pai na ukafika huko mtaani ukafikiri kwamba ni kitu kinachowezekana. Yakobo na Yusufu walikuwa ni wabarikiwa wana, wana own blessing za Ibrahimu na Yakobo. Amebarikiwa na Ibrahimu, lakini alilazimika kuazima chuma cha shoka kwa kukaa nyumbani kwa mjomba wake kwa Laban, mjomba wake, na akarushwa mshahara wa miaka kumi na nne akupewa hata jero, anapewa mke huyu, mara kesho anaambiwa hiki, mara anapewa hivyo, lakini alikaa pale sasa kama hauna nafasi ya kuweza kufanya kazi chini ya mtu fulani, kwa uvumilivu, kwa muda kadhaa, you will bury your dream, utaizika ndoto yako. Ili usiizike ndoto yako, lazima ukubali kuazima chuma cha shoka. Yusufu alifanya kazi nyumbani kwa, la, kwa, kwa Potifa akaondoka na kesi ya ubakaji, akatoka nyumbani kuelekea magereza, lakini ilikuwa ni njia sahihi ya Mungu kwenye maisha ya kwake. Hakulipwa mshahara isipokuwa magereza, na kule kwa Potifa hakuwa anafanya kazi kama mwajiriwa, alikuwa ni mtumwa aliyenunuliwa sokoni. Nikisema juu ya biashara ya watumwa, ninyi watu wa Dar es Salaam mnaoijua Tandamti pamoja na na Bwaga Moyo, mnafahamu kwamba mtumwa akiuzwa hana mshahara. Lakini vijana wenye impact kwenye bibilia ni pamoja na Yusufu kuwazima chuma cha shoka. Sasa kuna watu ambao I can see your destiny, kuwa na digrii ya uchumi na kuwa na digrii ya entrepreneurship ni mfano tu unatoa hapa. Kuna watu wana, wana degree ya entrepreneurship wana digrii ya uchumi, wao wanataka waajiriwe wa World Bank, wanataka wawe sijui kwenye benki gani na mashirika gani ya kimataifa. Unajua hata shilingi yenyewe na, na uchumi wenyewe kwa kiwango gani? Kwa kusoma darasani kwa lecture na kufanya mtihani kuna kitu kinachoitwa self knowledge. Self knowledge au maarifa binafsi ndiyo ambayo yameleta impact duniani. Vijana au kijana mwenye maarifa binafsi, Yusufu alikuwa na maarifa binafsi ya kutafsiri ndoto, akawa waziri mkuu. Daudi alikuwa na maarifa binafsi ya kupiga dubu na simba akampiga Goliati akawa mfalme mwenye heshima zaidi kuliko wafalme wote wa Israeli mpaka kesho. Na Mungu ameapa, amemwekea kiti cha enzi mbinguni, akisema katika kiti cha enzi hata kosekana mfalme atakaye keti katika kiti cha Daudi. Na Yesu amepewa heshima ya kiti cha Daudi, lakini pia Yakobo Yakobo, Yakobo, Alikuwa na maarifa binafsi, he know how things work. Alikuwa na maarifa ya kutengeneza fimbo za milozi na miraba miraba, mbuzi na ng'ombe wakazama rakaraka na miraba miraba. Alikuwa na self knowledge, alikuwa anajua something different ambayo laba ni haijui self knowledge. If you don't have self-knowledge, you will bury your dream. Utazika ndoto yako na niko hapa kukuambia usiizike ndoto yako. Wewe una digirii yako, una karatasi unakaya nayo ndani, nasikitika utaizika ndoto yako you will bury, you will bury your dream. Lakini ni maombi yangu katika mafundisho haya ujisikie kwamba una kitu unapaswa kufanya zaidi ya kile ambacho umekusudia kufanya. Unataka kupanuka kwenda mahali fulani, sema amina. Lakini unaona kama kujifunza cherehani ni watu wengine, we una digrii. Kama kuna mkosi duniani kuliko mikosi mingine yote, ni kuamini juu ya makaratasi ambayo hayawezi kutengeneza impact yoyote. Ukishasoma unaamini sasa ni hela zitanijia, na hata ukiajiriwa pia unataka pesa bila kufanya kazi, utaizika ndoto yako. Na tuna watu wengi wana makaratasi wana vyeti but nothing done, hakuna kitu ambacho kimefanyika na siwezi kukuchosha kutoa sadaka hapa kanisani, lazima nitakwambia, nitakufundisha uelewe. Kwa hiyo hii ni moja ya kuwazima chuma cha shoka, watu wafanye kitu. Jamani, hatuwezi kuishi kila mmoja ni mstaarabu. Yani, kila mtu anataka kupanga <laughs> lakini sio kufanya. Hakuna uchumi wa namna hiyo duniani hata siku moja. You must understand how things work. And lazima ufanye kitu kwa mikono yako. Siyazungumzia mapishi wala upambaji. Digrii yako ya sheria itakuwezesha tu? Unafikiri kwamba wote tutakuwa na makesi mpaka wote mpate kazi? <laughs> kuna mambo ambayo tunaweza kuyafanya nchi ya taaluma zetu. Oh my God, lazima uwazime chuma cha shoka. Lazima unataka kupanuka kiuchumi, unataka kwenda abroad, lazima wazime chuma cha shoka. Yusufu kuwa waziri mkuu wa Misri Alianzia kuwa houseboy nyumbani kwa Potifa kujua how things work. Jambo la pili ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, uwasilishe kwako mawazo yenye tija, kwa maneno ya dhahabu tukupa hamasa, akikujengia uwezo wa kufanya zaidi.